Na kilele chake, ukamilifu wake, hatima yake, mwisho wake wa hija hiyo, Bwana Mungu atatufanya kufurahi na kusema

usajika hapa kusudi kumtukuza Mungu kwa kumipatia zawadi ya mtawa huyu mwanakanisa